Aenda kuipata amani. Tujifunze kufungua moyo unapoingia kanisani ili uweze kupata vitu vizuri kama hivi, tuwezi kuhisi kama vile tumepata sisi. Tuko wapi? Hatuko duniani, maana sisi utakaofungua moyo wako ili upate kutenda kwa moyo ulio mnyofu, kwa moyo uliona amani, kwa moyo uliojea upendo. Bwana asifiwe! Maana utatenda kwa kupenda, na ukitenda kwa kupenda utapokea ulichotoa, utarudishiwa ulichotoa. Bwana asifiwe hakitakuwa ni bure. Kwa ufungua moyo wako, utende kwa kupenda, ufanye kwa kupenda, ujue ni wajibu. Amina, Amen. Tukaangalie Wakorinto wa kwanza sura ya tisa na mstari wa kumi, neno la Bwana linasema au yamkini, anena hayo kwa ajili yetu naam; yaliandikwa kwa ajili yetu, kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Bwana asifiwe Amen. Alimaye, unapoenda kwenye shamba kulima, ni haki yako unatumaini kupata, unatumaini kuvuna. Afurahi ni mtu anayevuna, ni haki yako kuvuna. Bwana asifiwe. Kwa unapopanda unakuwa na matumaini, kesho nitavuna. Kumi na moja. Ikiwa sisi tulio, ikiwa sisi Sura ya tisa, kitabu wa kwanza. na mstari wa kumi na kama kumi na nne. Mstari wa kumi na moja. Ikiwa sisi tuliopanda ninyi? Ikiwa iki sisi tuli tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni? Je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwili? Bwana sifiwe. Amen. Ikiwa mtumishi wa Bwana, wana watumishi wa Bwana, bwana asifiwe, wanapanda kwetu vitu vya rohoni, je, ni jambo kubwa wakivuna vya mwili? Tumeelewana? kwa nini wanavuna sisi? Kwa nini wao wapande vya rohoni, wavune vya mwili? wanapanda kwetu kila siku, mbegu njema ndani yetu, wanapanda vya rohoni. Kazi yao kubwa, hawalali hawasinzii, ni kwa ajili ya kukuandalia wewe kitu kilicho chema, ni hey, kwa ajili ya kukuandalia wewe mbegu iliyo njema, ambayo mavuno yake utayaona katika mwili, na yeye anatumaini kuja kuvuna kwako kwa mwili. Bwana asifiwe, wedea mwili ambalo ni kama tendo la leo tunaenda kulifanya, kumi na kumi na mbili ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi lakini, hatukutumia kutu, hatu uwezo huo mbali, twayavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Bwana asifiwe. Haji kwako kwa kulazimisha, haji kuvuna kwako kwa kulazimisha. Unapokuja mahali hapa, una shida mbalimbali, mtumishi wa Bwana hakuwekea mkono akakuombea ukapona, akakuombea ukafanikiwa. Biashara zako zilikuwa haziendi vizuri, umekuja mahali hapa, umeeleza shida yako, akafanya kazi ya kukuombea akafanya kazi ya kumwita Bwana ili aje kwenye biashara yako aje kwenye shida yako. Sio atakulazimisha wewe kumletee, ila ni wewe sasa, inapaswa utafakari. Ni wewe sasa, inapaswa ufikirie hili jambo kubwa. Nilikuwa sijalipata, leo nimelipata. Hii kazi nilishindwa kufika popote, lakini leo mbona tasiangai, tasiumizi akili leo tumeumiza kichwa. Ni mteremko. Fikiria, aliyokufanikisha ni nani? Ni Mungu na Mungu akushuka, alimtumia mtumishi wake, kwani wewe ulete mavuno kwake, ulichokipata kule, alichokipanda leo unavuna. Kama unavuna, usile peke yako, mkumbuke ili na yeye avune wa duniani wanavuna, shetani anavuna. Kwa nini? Anavunaje? unapowacha kuja kum, kumtolea Bwana, shetani anapita navyo. Naangalia, angalia saizi kipato unacho. Kwa nini una amani? Maana mtu akiona kipato na amani na kuwepo, ili aje aondoe amani, kukuletea magonjwa, ili aje aondoe amani, kukuletea msukosuko. Kile ulichokitafuta unaanza kukitawanisha tena, kile ulicho kikusanya unaanza kukitawanisha tena Leo unahangaika huku, kesho utahangaika huku, kwa sababu umesahau kumletea Bwana aliyekutendea. Umeshindwa kutambua hayo yote ni kwa sababu ya Bwana, unashindwa kukumbuka uzima ulionao ni Bwana, unasahau unaposahau. Na Bwana anakuacha shetani, anapita navyo. Kwa hiyo usiseme, usijifariji kwamba usipoleta kutoa, kwamba vitaendelea au vitaongezeka. Sahau Bwana sifii ila, ukimletea Bwana kakupa vingi, huu utamletea vyote menga, kidogo kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa furaha, moyo wa kunjufu, Bwana ninaenda kukuletea hiki, atakuzidisha. Hapo ulipo utazidishiwa. Kwa tusiwe tusiwe tunajifariji kwamba ukitoa unapungukiwa Atoae atapokea. Bwana sifi kumi na tatu. Hata hamjui ya kuwa wale wazifanyazi, wazifanyayo kazi ya za Bwana kazi za hekalu hula katika vitu vya hekalu, na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Na Bwana hivyo hivyo ameamuru kwamba wale wahubiri yao injili wapate riziki kwa kupitia injili. Bwana asifiwe. Ameamuru Bwana ameamuru, sio mchungaji ameamuru, sio kiongozi fulani ndio amesema, ni Bwana ameamuru watakula kupitia riziki itokayo katika injili. Bwana asifiwe ili apate na yeye amani apate kumtukuza kumtu Bwana, kwamba niliomba kwa ajili ya mama fulani. Anapokuona leo umeleta sadaka yako, ukimwambia Bwana ile shida niliyokuja kukulilia, ile shida niliyokuja kulia, ile shida lionisaidia kulia kwa Bwana imefanikiwa, imefanikisha. Sasa nina amani. Huyu anapata na yeye nguvu ya kumwambia kweli, bwana yupo kweli Bwana unatenda. Mnaponyamaza naye hawezi kujua kama umetendewa au jatendewa, maana yeye akiomba sio mtendaji. Kwa unaporudisha unapokuja na sadaka yako, nimekuja kuleta sadaka kwa ajili ya lile jambo nimefanikiwa, kwa ajili ya ule ugonjwa nimepona, kwa ajili ya yale majaribu yalikuwa akinisumbua sasa yamekoma unaleta ile sadaka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Tuwatunze watumishi, ili waendelee kupanda mbegu nzuri ndani yetu, ili waendelee kupanda mbegu za kutusaidia. Bwana asifiwe. Tue tukaangalia Wakorintho yo kumi na sita na mstari wa kwanza kwa ajili ya habari ile changizo kwa kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile ilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni hivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke hakiba kwake kwa, kwa kadri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapo kuja. Bwana asifiwe. Mmeambiwa usije ukasema hawa nao wamezidi, hawa nao wanatusumbua. Fanya ili na wewe upate kumwona Mungu, tenda ili na wewe upate kumwona Bwana. Ukimtunza mtumishi, haujapoteza haujaangusha. Kuwa na tumaini kwamba kesho na mimi nitavuna, kesho na mimi nitaona zaidi, kwa maana umetenda lile Mungu alikuagiza unafanya lile ua lokuagiza. Kwanini ubaki unaangaika? Kwa nini ubaki unaangaika? ilo kifanya moyo wako mgumu, shida zako hazitaisha, taabu zako hazitaisha, magonjwa yako hayataisha. Bwana sifiwe, tufungue moyo wa kujua usamani wa mtumishi aliyoko mahali hapa. Msimwone kama ni mtu wa kawaida, mwone wa kawaida. Mkikuta naye kule nje, ndio msalimie kawaida lakini unapofika mahali hapa unapomtazama amekaa mahali hapo, hebu mtazame kama ni Yesu ndio yuko mahali hapo. Bwana asifiwe. Ukijijengea nidhamu, hautalazimishwa kufanya jambo lolote. Ukimheshimu, hautalazimishwa, lazima utajua wajibu. Bwana asifiwe, kila mmoja Bwana ndiye moyo wake. Sasa naamini kila mmoja alishaandaa andaa sadaka yako ile ambayo leo uliamini kwamba ukitoa ni vyema, moyo umependezwa na sadaka yako ulioiandaa. Kila mmoja aandaye sadaka yake kwa ajili ya mtumishi, kwa ajili ya mchungaji wako. Bwana asifiwe, karibuni kwa ajili ya sadaka.